Watu wengi ambao nimewasiliana nao hujikuta wanachelewa kutibu changamoto yao ya sciatic, na kukuta kwamba wanapata maumivu makali sana. Na baada ya maumivu haya ya kuwasumbua kwa muda mrefu, baadaye huwa serious na kutafuta suluhisho la changamoto inayowakabili. Sasa kama wewe una maumivu ambayo ni ya sciatic, na umekuwa ukiakalia kimya kwa muda mrefu, pindi unapotaka kufikiri kuanza kupata suluhisho ambalo lina kudumu kujikuta kwamba changamoto yako imekuwa kubwa na kukutafuna sana. Watu wengi ambao nimewahudumia hukuta kwamba wameshindwa hata kusimama, wengine wanapata changamoto kukaa na kufanya shughuli zao za kila siku. Kwa hiyo ni muhimu, kama una changamoto aina yoyote ya mifupa na maungio, kuchukua hatua mapema. Ilinde Afya Yako iko hapa na ni maalumu kwa ajili ya kutibu changamoto mbalimbali zinazohusiana na changamoto za mifupa na maungio. Kama wewe ni muhanga wa changamoto hizi, Hakikisha kwamba unachukua namba zetu kwenye profile au kwenye bio na kuwasiliana nasi tuweze kukusaidia kutibu changamoto hii na kurejesha tabasamu ambalo umelipoteza kwa muda mrefu.